Anaandika uh, askofu Benson Bagonza uh, mkuu wa kanisa la KKKT dayosisi ya Karagwe Kagera, uh, anasema: tume huru na mgombea huru. Mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Kama uchaguliwi basi unachagua, kama upigiwi kura na upigi kura lazima kuna sababu inayokuzuia. Kuna watu wengi wanaruhusiwa kupiga kura, lakini hawaruhusiwi kupigiwa kura. Kuna haki ya kuongozwa tu, lakini hawaruhusiwi kuongoza. Watu wasio na vyama ni wengi kuliko walio na vyama. Katiba yetu haitaki kujishughulisha na tatizo hilo mtu una haki ya kupiga kura lakini uruhusiwi kupigiwa kura watu wanalazimishwa kuwa watumwa wa vyama vya siasa vyama vyote vinavyoshiriki uchaguzi huu vimetanguliza tamaa ya kupata madaraka bila kujali kundi kubwa linalopiga kura lakini aliruhusiwi kupigiwa kura hii ni kasoro kubwa sana Baba wa Taifa katika hotuba yake ya kustaafu wenyekiti wa CCM mwezi Agosti mwaka 1990 alitoa onyo hivi na nukuu: lakini ni vizuri nikasema pia kwamba kwa maoni yangu, hatuwezi tukaamua kuacha mfumo wa demokrasia ya chama kimoja na tukajaribu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi kwa matumaini ya kwamba tukikuta kuwa mfumo huu hautufai basi tutarudi tena demokrasia ya chama kimoja. Tutajidanganya, haiwezekani na ni vigumu kabisa. Ukimwacha mkeo ukaoa mke mwingine na ukagundua kuwa huyu wa pili ni balaa, ni vigumu kumrudia mkeo wa kwanza. Demokrasia ya vyama vingi ikitushinda, mfumo ambao ni rahisi kufuatia utakuwa ni udikteta wa mtu mmoja au utawala wa kijeshi. Unabii wa Baba wa Taifa unaelekea kutimia. Ndani ya vyama vingi vya siasa kuna changamoto nyingi sana, na demokrasia ndani ya vyama vyote ina hali mbaya sana. Viwango vya umakini vimeshuka sana katika eh, vyama vyote. Katika miaka ya hivi eh, karibuni kumejitokeza jambo la ajabu ambalo ni la kuatisha kabisa tamaa wananchi kushiriki katika mchakato wa uchaguzi. Kiwango cha wanasiasa kuhamahama vyama vyao na kusababisha ukiukwaji wa katiba na ustaarabu wa kitanzania unatisha. Dalili zake ni hizi: mosi, wanasiasa wengi kuhama vyama hata katikati ya vipindi na kusababisha gharama za uchaguzi ndogo zenye gharama kubwa. Pili, idadi ya wapiga kura inashuka sana kwa sababu ya watu kukosa imani na mifumo ya uchaguzi. Tatu, watu wengi sasa wanaamini upigaji kura si muhimu kwa sababu wanaoamua matokeo ni wanaohesabu kura na kutangaza matokeo. Nne, vyama vyote ikiwamo CCM vinaingiliwa na kudhibitiwa na vyombo vya dola katika shughuli za kisiasa kama tume, msajili na polisi. Udororishaji wa siasa, umepungua hamasa ya watu kujihusisha na siasa ikiwamo kupiga kura matumizi ya fedha katika chaguzi yamesimika kutowezekana kwa mtu maskini kushinda uchaguzi wote. Changamoto hizi tano zinadhihirisha mambo mawili ambayo yamekuwa kilio cha Watanzania kwa muda mrefu bila mafanikio: moja, hitaji la kuwa na tume huru ya uchaguzi; pili, mgombea huru. Bunge letu linavunjwa wiki ijayo, hakuna tena fursa ya kudai mabadiliko ya katiba ya kuruhusu hivi vitu muhimu kwa ajili ya afya ya demokrasia na amani ya nchi yetu. Na haya hayawezi tena kupatikana bila wananchi kuonyesha kwa vitendo kuyahitaji. Duniani kote, njia mojawapo ya kufikisha kilio kwa watu ni kupitia maandamano ya amani. Watanzania hawana historia ya kufanya vurugu kudai haki zao. Mfano mzuri ni uhuru wetu wa mwaka 1961 ambao tuliupata bila kumwaga damu. Hivi sasa kuna dalili za watu walio tayari kumwaga damu kuzuia madai halali ya wananchi. Kinachosemekana ni kinachokosekana ni utayari wa, walio tayari kufa kwa kudai haki hizo mbili. Wazalendo wanatamani ku, e, kuendelea kukosekana. Pendekezo langu kwa watanzania wote wanayotakia mema nchi hii na kutaka kuona demokrasia ya vyama vingi inastawi na kuitikia wito wa kudai haki hizi mbili kwa njia ya amani, bila kuchoka wala kuchoshwa. Tunaingia mwezi wa saba ambamo kuna tarehe saba ya mwezi wa saba. Tarehe hii ina maana kubwa katika historia ya taifa letu, ni siku kilipozaliwa chama cha tano, mmoja wa wazazi wa CCM. Kinasifika kwa kudai uhuru bila kumwaga damu. Kiliteswa na wakoloni, viongozi wake walifunguliwa kesi za uchochezi, kilijengwa kwa michanganyo ya wanachama na kilipinga ubaguzi na dhuruma za kila aina ndani na nje ya nchi. Kumwaga damu ni kuibeza tano, kukataa majadiliano ni kuibagaza tano. Turudi mezani, mama Tanzania. Ni yetu sote. Mungu, ibariki Tanzania. Ameandika Askofu Benson Bagonza A kwenye ukurasa wake rasmi wa kijamii wa Facebook.